Kabla milio ya bunduki kusikika Ulaya, kabla ramani za dunia kubadilishwa kwenye meza za mikataba, kulikuwa na watu waliobeba mzigo wa vita bila kuchagua. Hawakuulizwa kama walitaka kupigana, hawakuambiwa kwa nini walikuwa muhimu. Walitumwa kimya kimya, wakapigana kimya kimya, na wakarudi, ikiwa walirudi, bila kumbukumbu. Hii ni hadithi ya Afrika vitani kwa niaba ya wengine. Vita vya pili vya dunia havikuanza kwa milio ya silaha barani Afrika. Vilianza kwa ukimya mrefu wa kutawaliwa. Kufikia miaka ya elfu moja na mia tisa na thelathini, karibu bara zima la Afrika lilikuwa chini ya utawala wa kigeni. Mipaka ilichorwa mbali, bila kuzingatia lugha, historia au uhusiano wa watu waliokuwa wakiishi humo. Kwa waafrika wengi, dhana ya dunia tayari ilikuwa kitu cha kigeni kilicholetwa na bendera, sheria amri zisizoeleweka katika vijiji, miji midogo na mashamba ya kulazimishwa maisha yaliendelea chini ya mifumo iliyowekwa na wakoloni. Watu walifanya kazi kwa niaba ya himaya walizozijua kwa majina tu. Kodi zililipwa kwa pesa au kwa nguvu ya mwili. Vijana walichukuliwa kwenda kujenga barabara, reli na kambi za jeshi. Hakukuwa na uhuru wa kuchagua, bali kulikuwa na wajibu uliolazimishwa. Hivyo, vita vya pili vya dunia vilipofika, Afrika haikuingia vitani kama mshirika huru. Iliingia kama rasilimali. Bara lilikuwa tayari limeandaliwa sio kwa ulinzi wake, bali kwa matumizi ya wengine. Ardhi, chakula, madini na muhimu zaidi watu. Kwa wakoloni, Afrika ilikuwa nyuma ya mstari wa mbele lakini mbele ya mahitaji. Ilikuwa mahali pa kupata askari, wabeba mizigo na wafanyakazi. Ilikuwa gala la chakula kwa majeshi ya mbali. Ilikuwa eneo la kimkakati, njia za bahari na uwanja wa mapambano kati ya himaya zinazogombania nguvu za dunia. Lakini kwa Waafrika waliokuwa wanaishi humo, vita haikuwa neno la kisiasa, ilikuwa kitu kilichovunja ratiba za maisha yao ya kawaida. Ilikuja kwa namna ya maagizo mapya, watu wageni waliovalia sare na hofu isiyoeleweka. Katika maeneo mengi, wazee wa kijiji waliitwa mikutano Walielezwa kwa lugha ya heshima kwamba himaya ilikuwa hatarini, kwamba mfalme au serikali ya mbali ilihitaji msaada. Lakini maelezo hayakuwa marefu, hakukuwa na mjadala. Majina yaliandikwa, vijana walichaguliwa. Wengine walijitolea, wakitumaini mshahara mdogo au kuepuka adhabu. Wengine walichukuliwa bila hiari. Kwa wengi wao hii ilikuwa safari ya kwanza kuondoka mbali na nyumbani. Walitembea, wakapandishwa kwenye treni au meli bila kuelewa walikopelekwa. Lugha zilikuwa tofauti, amri zilikuwa kali, lakini nidhamu ilijengwa haraka, mara nyingi kwa hofu badala ya uelewa. Jeshi la kikoloni halikuundwa ili kuwapa waafrika sauti, liliundwa ili kuwafanya watii. Mafunzo yalikuwa magumu, chakula kilikuwa kidogo, adhabu zilikuwa kali. Askari wa Afrika walifundishwa kupigana kwa ajili ya himaya ambayo haikuwachukulia kama raia kamili. Hata hivyo ndani ya mazingira haya magumu kulikuwa na kitu kingine, kilikuwa kinaanza kuota ufahamu. Kwa mara ya kwanza waafrika kutoka maeneo tofauti walikutana, walizungumza kuhusu maisha yao, kuhusu utawala, kuhusu tofauti na kufanana kwa mateso yao. Vita vilikuwa vinawalazimisha kuwa pamoja, na pamoja hapo ndipo maswali yalipoanza. Kwa nini tunapigana vita ambavyo hatukuvianzisha? Kwa nini tunatetea ardhi ambayo si yetu? Kwa nini damu yetu ni rahisi kumwagika kuliko heshima yetu? Maswali haya hayakuulizwa kwa sauti, hayangevumiliwa, lakini yalikaa mioyoni. Wakati huo huo, propaganda zilienea. Mabango, hotuba na matangazo yalizungumza juu ya uhuru, haki na kupambana na udikteta. Maneno hayo yalitafsiriwa kwa Waafrika kama wajibu, sio ahadi. Lakini yalipenya kwa sababu wa Afrika waliishi chini ya mifumo iliyowanyima uhuru huo huo uliokuwa ukidaiwa kupiganwa. Katika Afrika kaskazini mashariki, magharibi na kati, maandalizi ya vita yaliongezeka. Bandari zilipanuliwa, barabara zilijengwa haraka, mashamba yalilazimishwa kuongeza uzalishaji. Haya yote yalifanyika kwa kasi bila kujali athari kwa jamii za wenyeji. Wanawake walibeba mzigo mkubwa walilazimika kulima zaidi kulea familia bila wanaume na kushughulikia upungufu wa chakula. Hawakuwa mstari wa mbele vitani, lakini walikuwa mstari wa mbele katika kuhimili athari zake. Watoto walikuwa wakiona sare kama ishara ya mamlaka na hofu. Wengine walivutiwa, wengine waliogopa, lakini wote waliona mabadiliko. Dunia yao ndogo ilikuwa imeunganishwa ghafla na vita vya dunia. Afrika haikuingia vitani kwa sababu ilitaka. Iliingia kwa sababu haikuwa na uwezo wa kukataa, na hapo ndipo ukweli wa msingi unapojitokeza. Vita vya pili vya dunia kwa Afrika havikuwa vita vya kujilinda, bali vita vya kutumiwa. Hata hivyo, historia haipaswi kusimuliwa kwa maneno makubwa pekee, inapaswa kusimuliwa kupitia maisha ya watu, kupitia nyayo za askari aliyesimama mstari wa mbele bila kujua ramani, kupitia mkono wa mama aliyetoa mwanaye bila uhakika wa kumwona tena kupitia macho ya mtu aliyegundua dunia pana lakini akaona pia nafasi yake ndogo ndani yake. Sehemu hii ya kwanza ya hadithi inaweka msingi. Kabla ya risasi, kabla ya mapigano makubwa, kabla ya majina maarufu ya vita, kulikuwa na bara lililokuwa tayari limejeruhiwa kimya kimya. Vita vilipokuja, vilipata Afrika tayari imefunguliwa, sio kwa sababu ya udhaifu wa watu wake, bali kwa sababu ya mifumo iliyowekwa juu yao na kutoka hapo, Waafrika waliingia kwenye mzozo ambao usingewaacha kama walivyokuwa walipoondoka nyumbani. Wengi hawakuondoka kama wanajeshi, waliondoka kama watu waliokusanywa. Safari ilianza kwa misururu ya miguu, malori ya wazi, treni zilizojaa kupita kiasi, na meli ambazo hawakuwahi kuziona kabla. Bahari ilikuwa pana, anga lilikuwa kubwa, lakini nafasi yao ndani ya, ya ulimwengu huu mpya ilikuwa ndogo sana. Katika kambi za mafunzo majina yalibadilishwa kuwa namba, lugha ya amri haikuwa yao. Nidhamu ilifundishwa haraka, mara nyingi kwa adhabu kali. Askari wa Afrika walitarajiwa kujifunza bila kuuliza, kutii bila kuelewa, na kupigana bila kuhoji sababu. Mafunzo haya hayakulenga kuwaandaa kama viongozi au wafikiriaji wa vita, yalilenga kuwafanya wawe zana zinazotumika. Sare walizovaa zilifanana, lakini hadhi haikufanana. Ndani ya jeshi la kikoloni kulikuwa na mipaka isiyoandikwa. Waafrika walikuwa mstari wa mbele, lakini si mstari wa maamuzi. Walitumwa mbele kupima hatari, walibeba mizigo mizito, silaha na wakati mwingine majeruhi, wa miguu mirefu chini ya jua kali au baridi kali wasioizoea. Katika Afrika Kaskazini, askari kutoka Afrika Magharibi na Mashariki walijikuta jangwani. Joto lilikuwa kali, maji yalikuwa machache. Adui hakuonekana moja kwa moja. Vita vilikuwa sauti ya mbali ya mizinga, vumbi angani na hofu isiyo na uso. Walipigana dhidi ya majeshi ya Ulaya kwa ajili ya himaya za Ulaya katika ardhi ya Afrika ambayo haikuwa chini ya udhibiti wao. Katika Burma na Asia ya Kusini, askari wa Afrika walikabiliana na misitu minene, mvua zisizoisha, magonjwa na njaa. Huko adui hakuwa tu mwanadamu, alikuwa mazingira yenyewe. Malaria, uchovu na upweke vilikuwa sehemu ya vita, lakini mateso haya hayakuingia kwenye kumbukumbu rasmi za vita, hayakuonekana kwenye picha za ushindi. Walipopigana kwa ujasiri, sifa zilielekezwa juu. Walipokufa, majina yao yalipotea chini. Makaburi yalichimbwa haraka, wengine walizikwa bila alama. Familia zao hazikupokea taarifa sahihi. Kwa wengi nyumbani, mwana au kaka alitoweka tu. Hakukuwa na maelezo, hakuna maombolezo ya kitaifa, hakuna kumbukumbu kumbu za kudumu. Ndani ya vita, Waafrika walionyesha uwezo mkubwa wa kubadilika, walijifunza ramani mpya, silaha mpya na mbinu mpya. Walikuwa jasiri, sio kwa sababu walitamani medali, bali kwa sababu kuishi kulihitaji ujasiri. Lakini ujasiri huo haukufungua milango ya usawa. Mishahara ilikuwa midogo kuliko ya askari wa Ulaya, chakula kilikuwa duni. Huduma za matibabu za matibabu zilikuwa za kiwango cha chini. Hata hivyo uzoefu huu ulibadilisha kitu muhimu sana, mtazamo. Askari wa Afrika waliona udhaifu wa himaya, waliona hofu machoni mwa makamanda, waliona kwamba wazungu hawakuwa viumbe wa juu kama ilivyodaiwa, walikuwa wanadamu wanaoweza kushindwa, kuchoka na kukosea. Ufahamu huu haukuweza kufutwa. Walipokuwa vitani, walizungumza usiku karibu na moto mdogo walishirikiana hadithi. Mmoja kutoka Senegal, mwingine kutoka Nigeria, mwingine kutoka Kenya, mwingine kutoka Tanganyika. Waligundua kuwa walitawaliwa kwa njia tofauti, lakini kwa mantiki ile ile. Vita vilikuwa vinawaunganisha kwa namna ambayo ukoloni ulikuwa umejaribu kuizuia. Lakini wakati huo huo, walikumbushwa kila siku nafasi yao. Hawakuruhusiwa kuingia kwenye maeneo fulani, hawakuruhusiwa kula pamoja na askari wa Ulaya. Amri zilitolewa kwa sauti ya juu, wakati wao walipaswa kujibu kimya. Mfumo mzima uliwafundisha kwamba hata katika hatari sawa thamani haikuwa sawa. Katika mapambano makubwa walitumwa mbele kwanza. Ikiwa mstari ungevunjika, walikuwa wa kwanza kupotea. Ikiwa ulisimama, sifa zilichukuliwa na wengine. Hii haikuwa bahati mbaya, ilikuwa mantiki ya mfumo uliotumia miili ya kikoloni kama ngao. Hata hivyo ndani ya ukandamizaji huu kulikuwa na mshikamano. Askari wa Afrika walilindana. Waligawana chakula kidogo walichokuwa nacho. Walibeba majeruhi wao hata chini ya moto. Hawakupigania himaya, bali walipigania yule aliyekuwa pembeni yao. Udugu huu wa vita ulizidi mipaka ya kikabila na kikoloni. Wakati vita vikiendelea, waliona mabadiliko ya lugha. Maneno ya uhuru na haki yalizidi kutumiwa na viongozi wa Ulaya lakini kwa askari wa Afrika maneno haya yalikuwa kio, yalionesha unafiki wa mfumo, kwa sababu waliokuwa wakipigania uhuru wa wengine hawakuwa nao wao wenyewe. Mwisho wa vita ulipokaribia, matumaini yalianza kujengwa kimya kimya. Wengi waliamini kuwa baada ya kutoa damu na jasho mambo yangabadilika, kwamba huduma yao ingetambuliwa, kwamba wangerejea nyumbani kama watu waliobadilika, waliostahili heshima zaidi. Lakini ukweli ulikuwa mgumu. Waliporudi nyumbani, hawakurudi kama mashujaa wa kitaifa. Walirudi kama wafanyakazi waliokamilisha mkataba. Hakukuwa na gwaride, hakukuwa na hotuba. Mara nyingi walikuta ardhi yao ile ile, umaskini ule ule, na mamlaka yale yale. Hata hivyo, hawakurudi wakiwa wale wale. Walirudi wakiwa wameona dunia, walirudi wakiwa wameona mfumo ukiumba walirudi wakiwa na maswali ambayo hayangeweza tena kunyamazishwa. Vita vilikuwa vimewafundisha kutumia silaha, lakini muhimu zaidi, vilikuwa vimewafundisha kutambua nguvu zao wenyewe. Na hapo ndipo hadithi inaanza kubadilika. Waliporudi nyumbani, ardhi ilikuwa ile ile, lakini wao hawakuwa wale wale. Vijiji vilionekana vidogo zaidi, mamlaka ya wakoloni yalionekana dhaifu zaidi. Maneno ambayo zamani yalionekana ya mwisho sasa yalionekana kama maagizo tu yanayoweza kupingwa. Wanajeshi waliorejea kutoka vita vya pili vya dunia walibeba zaidi ya sare zilizochakaa. Walibeba kumbukumbu kumbu, ulinganisho na ufahamu mpya. Walikuwa wameona miji mikubwa, reli, viwanda na mifumo ya serikali inayofanya kazi. Walikuwa wameona Waingereza, Wafaransa na Waitaliano wakihofia kushindwa. Hawakuweza tena kuamini hadithi ya kwamba Waafrika walizaliwa kutawaliwa. Lakini jamii haikuwapokea kama watu waliobadilika. Serikali za kikoloni zilitaka warejee kimya kimya katika nafasi zao za zamani. Mishahara ya kijeshi ilisimama, ahadi za fidia zilicheleweshwa au kupuuzwa, wengine hawakulipwa kabisa. Askari waliokuwa wamehatarisha maisha yao kwa himaya walitendewa kama mzigo wa ziada. Hapo ndipo hasira ilianza kukua, si kwa makelele, bali kwa ukimya mzito. Katika miji kama Accra, Nairobi, Lagos na Dar es Salaam, wanajeshi wa zamani walianza kukutana kwenye masoko, vituo vya kazi na baa ndogo. Walizungumza, hawakupanga mapinduzi bado, walishiriki uzoefu. Lakini ndani ya kushiriki huko kulikuwa na swali moja lililorudiwa tena na tena: kama tuliweza kupigana vita ya dunia, kwa nini hatuwezi kujitawala? Mwaka 1948 huko Gold Coast, sasa Ghana, maandamano ya wanajeshi waliostaafu yakageuka kuwa tukio la kihistoria. Walidai malipo yao, walipigwa risasi. Vifo vyao vilishtua jamii nzima, lakini badala ya kuzima moto tukio hilo liliwasha mwanga. Lilionyesha kwamba mfumo haukuwa tayari kusikiliza, lakini ulikuwa tayari kutumia nguvu. Kuanzia hapo harakati za kitaifa zilianza kupata sura mpya. Wanajeshi wa zamani hawakuwa tu wana harakati, walikuwa mashahidi wa uongo wa himaya. Walizungumza kwa mamlaka, kwa sababu walikuwa wameishi ndani ya mfumo waliokuwa wakiupinga. Katika Kenya, uzoefu wa kijeshi uliathiri harakati za Mau Mau. Watu waliokuwa wamefundishwa nidhamu, mbinu na mshikamano walijua jinsi ya kujipanga. Ujasiri wa kupambana haukuja ghafla ulijengwa vitani, ukakuzwa nyumbani. Katika Afrika Magharibi, wanajeshi waliorejea walijiunga na vyama vya siasa, vyama vya wafanyakazi na harakati za wanafunzi. Walielewa nguvu ya umoja, walijua kwamba himaya haikuanguka kwa sababu ilikuwa imara, bali kwa sababu ilikuwa imechoka. Lakini ukoloni haukukaa kimya. Serikali zilijibu kwa hofu, waliongeza sheria, walikandamiza mikutano na walitumia propaganda walijaribu kuwasilisha wanajeshi waliorejea kama watu waliopotoka walioathiriwa na vita, lakini ujumbe huo haukushika mizizi, kwa sababu watu waliwaona wanajeshi hawa kama ndugu, wana na waume waliokuwa wametoa kafara. Kilichobadilika zaidi hakikuwa silaha, bali lugha. Maneno kama uhuru, haki na uwakilishi hayakuwa tena dhana za mbali, yalikuwa mada ya meza za chakula cha jioni. Yalikuwa kwenye nyimbo, hotuba na maandishi ya mitaani. Vita vilikuwa vimefunua unafiki mkubwa. Mataifa ya Ulaya yalidai kupigania demokrasia dhidi ya ufashisti, huku yakiendelea kunyima mamilioni ya Waafrika haki hiyo hiyo. Tofauti hii haingeweza tena kufichwa. Wanajeshi wa zamani walielewa jambo moja muhimu sana, mabadiliko hayaji kwa kuombwa tu. Yanahitaji shinikizo, lakini pia walijifunza gharama ya vurugu. Ndiyo maana katika maeneo mengi mapambano ya uhuru yalianza kama harakati za kisiasa kabla ya kuwa za kijeshi. Si kila aliyerudi alikuwa kiongozi. Wengine walikaa kimya, wengine walichoka, lakini hata kimya chao kilikuwa tofauti. Kilikuwa kimya cha mtu aliyeshajua ukweli, si kimya cha ujinga. Vita vilikuwa vimevunjilia mbali hadithi ya kutoweza kwa Mwafrika. Ulimwengu haukuweza kurudi kama zamani. Na ingawa uhuru haukuja mara moja, mwelekeo ulikuwa umebadilika kabisa. Hapa ndipo vita vya pili vya dunia vilipoacha athari yake ya kweli Afrika, si kwenye ramani za kijeshi, bali kwenye fahamu za watu. Kadri mwamko ulivyoenea barani Afrika, ndivyo hofu ilivyokuwa katika tawala za kikoloni. Walielewa jambo moja kwa uwazi mkubwa: vita vya pili vya dunia vilikuwa vimebadilisha Waafrika kwa njia isiyoweza kurekebishwa. Watu waliokuwa wameona himaya ikitetemeka hawangeweza tena kuogopa kwa urahisi. Majibu ya wakoloni hayakuwa mazungumzo ya wazi, bali yalikuwa udhibiti. Sheria za dharura zilianzishwa, vyama vya siasa vilipigwa marufuku, viongozi walifungwa bila kesi, mikutano ilivunjwa kwa nguvu, magereza yakajaa watu waliotuhumiwa kwa kosa moja tu: huota ndoto ya kujitawala. katika maeneo mengi Uhuru haukuwasili kama mchakato wa kisheria bali kama mgongano wa moja kwa moja kati ya mfumo uliokataa kuondoka na jamii iliyokataa kuendelea kunyenyekezwa. Kenya ilikuwa mfano mkali wa mvutano huu. Harakati za Mau Mau hazikuibuka kwa ghafla, zilikuwa matokeo ya miaka ya kunyimwa ardhi, ajira na heshima. Wale waliopigana hawakujiita magaidi, walijiona kama warithi wa ardhi yao. Serikali ya kikoloni ilijibu kwa kambi za mateso, mateso ya kimya na ukandamizaji wa kiwango kikubwa. Vijiji viliteketezwa, familia zilitenganishwa, lakini hata katika hali hiyo, harakati hazikufa. Katika Algeria mapambano yalikuwa ya moja kwa moja zaidi. Vita vya uhuru viligeuka kuwa vita kamili dhidi ya Ufaransa, maelfu walikufa. Miji iligawanyika. Ukatili ulifanywa na pande zote, lakini mizani ya nguvu ilikuwa wazi. Imaya ilitumia nguvu za kisasa dhidi ya watu waliodai haki ya msingi kujitawala. Afrika ya Kati na Kusini haikuwa salama pia. Katika Rhodesia, Nyasaland na Afrika Kusini, mifumo ya ubaguzi iliimarishwa badala ya kulegezwa. Uhuru wa wengine uliogopesha wachache waliokuwa madarakani. Matokeo yake yalikuwa sera kali zaidi, si mabadiliko ya haraka. Kilichoonekana wazi katika kipindi hiki ni kwamba ukoloni haukuwa tu mfumo wa kiutawala, ulikuwa mfumo wa kisaikolojia. Ulitegemea hofu, mgawanyiko na hadithi ya kwamba bila mkoloni jamii zingesambaratika. Lakini hadithi hiyo ilikuwa ikipoteza nguvu kila siku. Wanawake walichukua nafasi kubwa kuliko ilivyotarajiwa. Walificha wapiganaji, walibeba ujumbe, walipinga sera kwa njia za kila siku wengi wao hawakuwahi kuandikwa kwenye vitabu vya historia , lakini bila wao harakati nyingi zingeanguka. Vita vya uhuru havikupiganwa na wanaume pekee, vilikuwa mapambano ya jamii nzima. Vijana hasa wale waliokulia baada ya vita ya dunia hawakuwa na kumbukumbu ya hofu ile ya zamani. Kwao uhuru haukuwa ndoto ya hatari, bali haki iliyocheleweshwa. Walikuwa tayari kulipa bei, na bei ilikuwa kubwa. Lakini hata katika giza hili Ulikuwa na migawanyiko si waafrika wote walikubaliana juu ya njia wengine waliamini katika mazungumzo wengine waliamini katika silaha migongano hii ya ndani ilionyesha changamoto ya kujenga taifa kabla hata ya kulipata ukoloni ulitumia migawanyiko hii kujaribu kudumisha udhibiti kilichowaunganisha wengi haikuwa mbinu bali lengo mfumo ambao uliwalazimisha kupigana vita ya watu wengine haukuwa na uhalali wa kuendelea kuwatawala Uhuru ulianza kuja nchi baada ya nchi, lakini haukuja kama sherehe tupu. Ulifika ukiwa umechoka, umejeruhiwa na umejaa maswali. Bendera mpya zilipandishwa, lakini majeraha ya zamani hayakupona mara moja. Miundo ya kikoloni iliendelea kuwepo ndani ya serikali mpya, katika uchumi na hata katika elimu. Hapa ndipo ukweli mgumu ulipojitokeza: kushinda ukoloni hakumaanishi kuunda mara moja haki, usawa au ustawi. Ilimaanisha tu fursa ya kwanza upya. Kwa wengi, vita vya pili vya dunia vilikuwa cheche, lakini mapambano ya uhuru yalikuwa moto ulioungua kwa muda mrefu, ukiunguza kizazi kizima. Na hata baada ya uhuru kupatikana, swali lililobaki halikuwa tena tuko chini ya nani, lilikuwa tutajitawalaje? Baada ya risasi kunyamaza na bendera mpya kupandishwa, kulibaki kitu ambacho hakikuonekana kwenye sherehe za uhuru: ukimya Ukimya kuhusu kile waafrika walitoa ili ulimwengu uwe kama ulivyo leo. Ukimya kuhusu damu iliyomwagika mbali na Ulaya, katika misitu, jangwa na vijiji vya Afrika. Ukimya ambao haukutokea kwa bahati bali kwa uchaguzi. Kwa miongo kadhaa, simulizi la vita vya pili vya dunia liliandikwa bila Afrika katikati. Ramani zilionyesha mapigano Ulaya na Asia, majina ya majenerali wa magharibi yakatajwa kwa heshima. Lakini maelfu ya Waafrika waliobeba mizigo, waliopigana mstari wa mbele au waliokufa bila hata kaburi, hawakupata nafasi katika historia rasmi. Hawakutajwa kama mashujaa, bali kama rasilimali. Katika nchi nyingi za Afrika, askari waliorejea hawakupata fidia wala kutambuliwa. Baadhi walirudi wakiwa na majeraha ya mwili na akili, lakini wakakutana na jamii zilizobadilika, serikali zilizokuwa bado chini ya ukoloni na ahadi zilizovunjwa. Walikuwa wamepigana kwa ajili ya uhuru, lakini uhuru huo haukuwa wao. Hili liliunda kizazi cha watu waliobeba kumbukumbu nzito. Kimya kimya, walielewa dunia kwa njia ambayo wengine hawakuweza. Walijua kuwa himaya zinaweza kuanguka, walijua kuwa mamlaka si ya milele. Lakini pia walijua kuwa ushindi hauhakikishi haki. Urithi wa Vita vya Pili vya Dunia unaonekana hadi leo miundo ya kijeshi mipaka ya kisiasa na hata migogoro ya baada ya uhuru ilibeba alama za vita hiyo. Nchi nyingi zilirithi taasisi zilizoundwa si kwa ajili ya kuwahudumia wananchi bali kudhibiti. Uchumi uliendelea kutegemea nje, elimu iliendelea kusimulia historia kutoka nje. Lakini pia kulikuwa na urithi mwingine, ule wa ujasiri na ufahamu. Vita vilifunua Waafrika kwa dunia pana, vilivunja hadithi ya udhaifu vilionyesha kuwa Waafrika waliweza kupigana, kupanga, kuongoza na kujitoa kwa kiwango sawa na yeyote. Ufahamu huo haukupotea hata kama ulifunikwa. Katika harakati za leo, mapambano ya haki za kiuchumi, kupinga unyonyaji wa rasilimali, kudai heshima kimataifa, kuna kivuli cha Vita vya Pili vya Dunia, si kwa sababu vita ilitatua matatizo, bali kwa sababu ilifunua mizizi yake. Ilionyesha jinsi Afrika ilivyohusishwa katika mfumo wa dunia bila ridhaa yake na jinsi ilivyolipa gharama bila kupata sauti. Kumbukumbu hizi hazihitaji kutumiwa kama lawama ya milele bali kama ufahamu. Historia haibadilishi yaliyopita, lakini hubadilisha jinsi tunavyoelewa tulipo. Kwa kuikumbuka Afrika katika vita vya pili vya dunia, hatuombolezi tu waliopotea, tunarejesha nafasi ya Afrika kama mhusika sikivuli kila kizazi huamua ni historia gani itasimulia. Ukimya ni pia chaguo, na kwa muda mrefu ukimya ulihifadhi simulizi zisizokamilika. Lakini sasa maswali yanaulizwa tena, sio kwa hasira, bali kwa uwazi: ni nani aliyepigana? Ni nani aliyefaidika? Na ni nani aliyesahaulika? Afrika haikuwa pembeni ya vita vya pili vya dunia, ilikuwa ndani yake, kwa damu, kwa jasho na kwa maisha. Ukweli huu haupunguzi mateso ya wengine, unapanua uelewa wetu wa dunia. Na pengine kwa kutazama nyuma kwa uaminifu, tunaweza kusonga mbele kwa busara zaidi. Hii ndiyo hadithi iliyofichwa, na sasa haiko kimya tena.